Sasa kituo cha afya Fumagila kina jumla ya majengo tisa kutoka majengo mawili yaliyokuwepo awali na jumla ya watumishi 30, kwa mgawanyo ufuatao kituo cha afya Fumagila kina madaktari kumi na moja, wauguzi kumi, wataalamu wa, wataalamu wa dawa ya usingizi mmoja, mtaalamu wa mionzi mmoja, mtaalamu wa maabara mmoja, wahudumu wa afya watatu kitengo cha kupambana na maambukizi ya virusi vya UKIMWI watatu, mfamasia mmoja. Pia huduma za afya katika kituo zimeboreshwa zaidi na vifaa tiba na dawa vimeongezwa, hivyo kupelekea kituo kuhudumia wagonjwa 80 kwa siku kutoka idadi ya wagonjwa 40 waliokuwa wakihudumiwa hapo awali ikiwa zahanati. Tunatanguliza shukrani za dhati kwa serikali chini ya uongozi wa mahili wa rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira rafiki kwa taasisi mbalimbali na mashirika ya serikali na siyo ya kiserikali yakiwemo mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF kwa kuweza kukamilisha kituo chetu cha afya Fumagila kufika hatua tulionayo kwa sasa. Mradi huu ulikuwa na n Mradi huu uliibuliwa na wananchi mtaa wa Kanenwa, Kishiri A, Kishiri B na Fumagila Magharibi katika mkutano uliofanyika tarehe 10 mwezi wa 11, 2022. Ujenzi ulianza tarehe 30 mwezi wa 3, 2023 223 na utekelezaji wa mradi umekamilika kwa asilimia mia. Mradi huu ulikuwa na a wanai... uliku... uliku... Mradi huu uliibuliwa na wananchi mtaa wa Kanenwa, Kishili A, Kishili B na Fumagila Magharibi katika mkutano uliofanyika tarehe 10 mwezi wa 11, 2022. Ujenzi ulianza tarehe 30 mwezi wa 3, 2023 na utekelezaji wa mradi umekamilika kwa asilimia mia. Mradi huu wa jengo la OPD, IPD na theater utasaidia kupunguza, kupunguza usumbufu kwa wananchi kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma za kiafya katika hospitali ya wilaya. Mradi huu umegharimu jumla ya shilingi milioni 452,782,121 na senti 11 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu wenyewe, wa wananchi umetoa mchango wa thamani ya shilingi milioni 18,948,660 kwa kufanya kazi wakati wa ujenzi kutoa baadhi ya vitendani, vitendea kazi na vifaa vya ujenzi vikiwemo usombaji wa maji, uchimbaji wa msingi, ujazaji wa moram kwenye msingi na usafi wa nje na, usa na usaidizi wa fundi. Kwamba kituo hichi kilipojengwa, nafikiri wakati uh, mganga alikuwa akizungumza hapa, amesema kwamba hakikujengwa na TASAF peke yake, kimejengwa kwa kushirikiana na wananchi wakati ujenzi unafanyika mpaka unamalizika, hatukusema kwamba ni TASAF tumekuja hapa peke yetu na kushika matofali na nini tukafanya, lakini tumefanya kwa ushirikiano na wananchi. Mlishiriki, mlishiriki, si ndio? Ina maana kwamba sio kwamba TASAF peke yao, wasingeweza wakapata mafundi kutoka mbali wakaja wakajenga, hapana, lakini tulihakikisha kwamba kuna ushirikishwaji, tulihakikisha kwamba na wanajamii wa hapa wanashiriki, na lengo likiwa ni kuweza kutambua kwamba hii mali ni ya kwenu. Mali inapokuwa ni ya kwako, unapokuwa unashiriki katika utengenezaji, ujengaji, ina maana kwamba inakupa na wewe nafasi ya kujiona kwamba hii pia ni ya kwako. Kwa hiyo hata katika utunzaji, ina maana kwamba ulinzi, utunzaji ni wa kwenu wote, siyo ya TASAFU, si ndio? Tuko pamoja jamani yeah. Haya sasa tumeenda kusikia katika ile taarifa fupi kwamba hichi kituo kinakwenda kuhudumia wananchi wengi zaidi. Sasa wakina mama wale ambao walikuwa wakitembea mwendo mrefu. Wakina mama ambao walikuwa wakijifungulia aidha manyumbani au barabarani, kwa sasa kuna usalama. Kwa sababu wanajifungulia katika kituo cha afya ambacho kina vifaa, kina madaktari si ndio? Hebu akina mama hoe. Hebu tusikie vigelegele kidogo. Sasa hivi tukisema hata tunafurahia hii hapa, tunafurahia kwa pamoja TASAF tunafurahi, lakini furaha ya kwetu sisi wote pamoja na wanajamii. Hongereni sana kwa kazi ambayo imepekea kufikia mpaka hapa tulikofikia. Kwa sasa akina mama wajawazito, sasa hivi kuna usalama wa kujifungua. Ina inamaana na watoto pia wanakuwa wako salama basi. Mimi naomba nisiseme mengi sana, kwa sababu tuna mgeni rasmi ambaye atakuja hapa na atazungumza ya kwake. Changamoto tumezisikia, tumezipokea na kwa namna ya kipekee tutakwenda kutizama namna gani, kama taasisi kwenda kuzifanyia kazi. Jengo ambalo la zahanati tumepitia, kwa kweli jengo ni zuri, majengo yote ni mazuri na kwa kweli yanatia moyo kwa hiyo. Kwa nini tuko hapa? Sisi tukiwa wenza wa viongozi, kazi yetu kubwa ni kuwasaidia wenzetu, lakini na kuisaidia serikali na kuona shughuli, tunakuwa wadau kwa maana zile shughuli zinazofanywa na serikali. Kwa hiyo tuko hapa kwanza, tumejifunza, tumeijua TASAF safu vizuri sana, tumejua mpaka na huduma wanazozitoa, kama haitoshi pia tumepata na ushuhuda wa wale ambao wamenufaika na pia kuweza kuelewa kwamba aha, kumbe zaidi ya kutoa pesa kunatengenezwa pia miundombinu ambayo inamfanya mwananchi aweze kuitumia hiyo miundombinu, ikiwemo elimu, matibabu kama hivi, pamoja na mambo mengine. Tunaishukuru sana tasafu kwa kweli kwa sababu japokuwa serikali inatoa pesa, lakini na wao na inavyoonekana, wakizitoa hizo hela zao wanazifuatilia kuona ehe, we, tumekupa hela, umefanya nini? Umeongeza umepunguza? Kwa hiyo ongereni sana ndugu zangu. TASAF kazi yake kubwa sana ni kuondoa umaskini, lakini pia kuondoa ku, ku, ku, kuondoa changamoto ambazo mwananchi wa kawaida anakutana nazo, ili aweze kumudu maisha yake. Sasa tumeona hospitali hii, hospitali itatusaidia sana hii zahanati. Kwanza kabisa tumeambiwa ilikuwa inahudumia watu 40. Nikaangalia kweli kajengwa, aka ukikaangalia ni jengo la mkoloni watu 200, lakini sasa hivi nahudumia watu 3000. Sasa najaribu kupata picha yale majengo mawili angewezaje kuhudumia watu wote hao lakini kupitia hii Tasafu ambapo imetufanyia itarahisisha sana huduma za matibabu. Tumeingia humo, kuna hata mama akishindwa kujifungua kwa njia ya kawaida atapelekwa kwenye upasuaji, tutapata kajukuu. Lakini pia kama kuna shida yoyote ya upasuaji pia iko ndani ya uwezo hapa, itafanyika hapa hapa. Lakini pia itapunguza vifo vya mama na mtoto. Wakati ule ilikuwa lazima tupeleke, tumpeleke mama kwenye hospitali za huku, sawa, na hospitali ya wilaya ya Butimba. Butimba eh? mm -hmm. E, Butimba kuna Butimba na Bukwimba, si nikachanganya. Uh, kwa hiyo muda wote huo mpaka kufika tunaweza tukapoteza mama au tukapoteza mtoto. Kwa hiyo hii itaturahisishia lakini pia kusogeza huduma za hospitali karibu na jamii. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba tumemuongelea tu mama mjamzito, lakini mtu anaweza kabanwa na kaa homa na nini kadi, atakapochelewa kupata ile huduma madhara yanakuwa makubwa na mwisho anapoteza maisha. Kwa hiyo kuwepo hapa hichi kituo cha zahanati kitasaidia pia walau kumwaisha huyu mgonjwa na kumsogezea siku za kuishi, badala ya kwenda huko sawa na na na Butimba kama ilivyokuwa awali. Tumesikia kuna changamoto, lakini nashukuru kwamba mkurugenzi amesema watazifanyia kazi kuhusu watoto, kuhusu wanaotakiwa kufanyiwa operation watafanyiwa hapa hapa kituoni kwetu. Kuna walemavu watakuwa nanyoshwa miguu migu au mikono hapa hapa kituoni kwetu. Kwa hiyo tunashukuru sana. Wazee wasioweza kutembea umbali mrefu watahudumiwa wata hapa hapa kwenye kituo chetu kipya. Tunashukuru sana kuwa na zahanati na baadaye ikawa hospitali ya kulaza na kujifungua na operesheni. Hata wenye vidonda tumboni watahudumiwa hapa hapa. Hata wenye uvimbe watatolewa hapa hapa kwenye kituo chetu hiki. Tunashukuru sana TASAF na serikali ya ya Samia Suluhu Hassan tunaishukuru sana na kuipongeza endelee kutusaidia zaidi na zaidi kabla ya kituo kutengenezwa kujengwa tukawa tunaenda seketure ni mbali sana mjamzito kupanda pikipiki hadi seketure tukawa ni elfu thelathini au ishirini unaona haya mtoto saingia nazaliwa mtoto kondo nang'ang'ania ninakataa kutoka nabidi uende hospitali nabidi huna pesa lakini nabidi ukope uende ukatolele kondo la nyuma